Tumsifu Yesu Kristo. Eh, wana Emmaus tulioko njiani kuelekea Emmaus, tuende sasa sehemu ya pili na wakaribisheni wote tuweze kuona sehemu ya pili ya hii eh, ambayo nilisema kwamba sehemu ya pili itazungumza ni nini tunajifunza kutoka katika hii uhalisia wake kwa undani na maswali ambayo tunaweza tukajiuliza. Kwa hiyo, baada ya kuwa tumeshaona kwamba hii inagusa maisha ya Mkristo maisha ya kila mwanadamu na nini cha kwanza ambacho tunajifunza katika hii injili, cha kwanza ni kwamba Yesu ni kitovu au kilele cha ufunuo wote na uokovu wetu. Jesus is the center of our salvation and all revelation. Na nilisema kwamba ni katika injili hii sura ya 24 aya ya 27 ndo anayesema kwamba yote yaliyosemwa kuhusu manabii kuhusu mi mababu yalikuwa yananiongelea ya mimi. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba haya yote sasa yaliyonenwa na yaliyosemwa kwa ajili yake, yaliyosemwa yalikuwa ni kwa ajili yake, na yeye ndo anakuwa utimilifu wa ufunuo. Kwa hiyo tunaweza tukasema, changamoto zetu, maangaiko yetu, hatuyapati kwa mtu yeyote. Solution ya maisha yetu ni kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kini cha pili tunajifunza kwamba safari ya Emmaus inataka kutuonyesha kwamba mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kuishi katika ulimwengu ambao una mahangaiko. Safari ya Emmaus inajaribu kutuonyesha kwamba maisha yetu duniani ni maisha ambayo yawezi yakawa smooth. Tutakuwa na maswali ambayo hayana majibu kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba haya maswali yalitokana na nini? Maswali ambayo tunajiuliza sasa hivi. Na ninapenda kuyakumbusha kwamba kuna baadhi ya maswali kwamba hawa watu walikuwa wanajiuliza na tunajiuliza hata sasa hivi. Why do good people suffer? Kwa nini watu wema wanateseka? Kwa nini watu wema wafe kifo kibaya? Kwa nini inapoomba sijibiwi? Kwa nini watu ambao wanaishi maisha ambayo yaeleweki ndo wanafanikiwa? Kwa nini nisome vizuri na nisifaulu, na wakati wanaocheza wanafauru mitihani? Kwa nini mambo mabaya yaani, mambo mabaya yanapotokea watu wema ambao wale ambao wamejikuta na Mungu, tunakuwa na maswali kwa hiyo Yesu anatokea kuwatoa wasiwasi na ananitoa wasiwasi mimi na wewe na Mkristo yote na mwanadamu yote ambaye anapitia kwenye ulimwengu ambao una maana kuleta umaana wa maisha. Kwa hiyo Yesu ndo anakuja kutupa majibu ya maswali yote, kwa hiyo tunaweza tukasema safari ya maisha inatuonyesha kwamba maisha yetu tusafiri na Kristo ili tuweze kupata majibu yote ya maisha yetu Ukiloteti. Na sehemu ya pili ah, kabla sijaanza sehemu ya pili lakini haya majibu tumeyapataje? Tunajifunza kuanzia kwa wanafunzi wa Emmaus kwamba tumpe nafasi Yesu ya kusikiliza neno lake, lakini kumkaribisha. Lakini pia kama tulivyoambiwa kwamba yoyote mliowatendea wadogo, mlitendea mimi, tujifunze kuwakaribisha wageni, kwa sababu ilikuwa inatosha Yesu kuondoka kwa, kwa sababu alijifanya kama anaondoka, wakamkaribisha. Karibu alivyoingia ndani, ndo akaja kuwapa sehemu ya pili ambayo ilikuwa imebaki katika kumega mkate, kwa hiyo ni katika kuwakaribisha lakini Yesu tunapomkaribisha sasa katika moyo wetu, ndo anakuja sasa kutufungulia yote ambayo tunakuwa nayo e, mwana sanaa moja aliwahi kuchora Yesu ya ile sehemu ya injili kwamba tazama na simama mlangoni na kubisha hodi. Alipochora ile sanamu, alipochora ile picha, akaonyesha Yesu anagonga mlango, lakini mlango ulikuwa una komeo. Kwa hiyo walipokuwa na mmoja akasema ile inaonyesha kwamba huo mlango ni moyo wako. Na Yesu kazi yake aliyonayo, wajibu wake ni kugonga mlango, wajibu wako ni kufungua na kutokuwa nakomea mbele. Inamaanisha moyo wako nakomea sio moja tu ambayo ni ndani. Yesu anaweza kagonga, lakini mwenye funguwa, kufungua mlango ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ili tuweze kupata sasa solution ya majibu yetu ni kumkaribisha Kristo, lakini katika kumkaribisha Kristo atatupa at, at majibu tu, atatupa nguvu na kutufunulia yale yote ambayo yanatu yanatutatiza lakini, pia hiyo safari hiyo hiyo inatufundisha kwamba maisha yetu ni uvumilivu. Inaelezwa kwamba safari ya Emausi kutoka Yerusalemu kwenda Emausi ni maili saba. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni umbali wa kiasi gani, lakini wametembea naye, ni kutuonyesha kwamba unapokuwa unatembea na Kristo, mbali na maangaiko yale yote, hawakuchoka na ndio maana unaona wanafika wanaanza tena kalamu, wanamkaribisha, wanakula. Kwa hiyo katika magumu, Yesu anatubebea msalaba. Yesu sasa hapa anakuja kuwa Simoni wa Kirene wetu, yeye anatubebea msalaba, yeye ambaye alishaubeba mzito zaidi. Swala la tatu, kuwa karibu na waliopondeka moyo. Yeye ametuambia katika Matayo sura ya kumi na moja aya ya ishirini na nane kwamba njooni kwangu nyie mnaoelemewa na kusumbuka na mizigo nami nitawapumzisha, maana mzigo wangu ni laini na nila yangu ni nyepesi. Yesu bado anapotuita twenda kwake, aweze kutubebea mizigo na kutujibu haya. Na sisi anataka tuwabebee wengine mizigo, tunaweza kufanyaje? hakuna mtu mtu ambaye aweza kumsaidia mtu yaani, ulivyo na na na mapungufu na mwingine, na mapungufu ndivyo na mwingine alivyo. Kwa hiyo tunajifunza kubebeana mizigo na ndio maana hata pale amewaweka mitume wawili kuonesha companionship in our life. Maisha yetu ni ya ushirika wa kwenda pamoja, lakini nimesema kwamba kingine kujivunia Ukristo wetu msalaba. Yesu anapowatokea angeweza kuficha labda waone kwamba ni Mungu, lakini anayozungumzia yote alompata kwamba walikuwa wanasema kuhusu kuteswa kuyakataa, anakubali, ni kweli ameatesa ya. Kwa hiyo anaonyesha ushindi wake upo katika ufufu, katika mateso. Eh, kusoma Yohane sura ya 12, Yohane sura ya 12 inaeleza vizuri jinsi ingano mpaka ifingia vizuri, Yesu anavyokuwa anaelezea na huwa inafananishwa na na stori ya bustani ya Yesu anapolia jasho la damu kwenye bustani ya Gethsemane, anavutumiwa kuhusu malaika, anasema hao wote malaika anayetumwa pale sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili yenu, kwa ajili ya wokovu wenu. Kwa hiyo inajaribu kutuonyesha jinsi gani tunaweza tukasaidiana na msalaba ulivyo ushindi wetu. Kwa hiyo msalaba unakuwa ushindi katika nini. Niligusia pointi kwamba safari ya Emmaus pia inatuonyesha safari yetu ya kukua kiroho. Safari yetu ya kukua kiroho nirudie kidogo kwamba tunaanza kwamba safari yetu ya kukua kiroho pale tunapopata matatizo, pale tunapopata shida, pale tunapokuwa kwenye mahangaiko, tunapotengwa, tunapokuwa tujibiwi, tunapohangaika, tunapokuwa na njaa, tunapokuwa tunadhani kwamba tumeshindwa. Yesu pale pale ndio anapotokea njiani. Na anapotokea pale pale njiani, anatutia moyo, anatusikiliza, anatupa kaleje, anapotupa kaleje tunapata nafasi ya kumsikiliza na tunaitwa kuwa tayari kumsikiliza na kuisoma neno lake. Katika kusoma neno lake Yesu sasa anajenga urafiki na anapojenga urafiki ndio inafikia sehemu ile sasa ya wewe mwenyewe kumfungulia mlango aingie ndani. Na akiingia ndani basi mshirikishe na hapa ndio tunaitwa kuwa wakalimu kwa wahudumu wa neno la Mungu wale walimpa kwanza na yeye ndio akaja kuapa mkate. Na katika kuumega mkate pale sasa ndio tutafunuliwa na kupata nguvu ya kwenda kulitangaza neno la Mungu kwenda kwa watu wengine. Safari ya Emmaus inatufundisha kuachana na dhana potofu. Ulimwengu huu unaishi na dhana potofu nyingi sana, lakini mimi naomba niongelee chache ambazo hasa zinahusu Ukristo wetu. Kuna Wakristo sasa hivi wanasema sio lazima kwenda kanisani, ni mentality ambayo tumetoa. Kwani tunahitaji kanisa? Kwani tunahitaji mapadri? Kwani tunahitaji mimi nikitenda matendo mema? Tumeshaambiwa katika Yakobo, misinterpretation, mtu unasikia anaeleza kwamba dini ya kweli kwaona wagonjwa kufanyaje Unaona Yesu alichoanza nacho, alikuwa anaweza kuambia kwamba warudi ndo mimi. Yesu anakaa nao kwanza, anajenga urafiki wao. Anaingia kwenye mioyo yao mpaka wanafunguka. Hivi tulikuwa wapi alipokuwa anatufungulia ya maandiko? Kumbe ni yeye, wanapata nguvu. Jioni ile ile, mbali na uchovu unaisha, wanaenda kujoni community ambayo alikuwa ameikimbia. Hebu list mwenzangu ambaye hmm. unakuwa unasema kwamba sio lazima kwenda kanisani Jumapili, naweza nikatoa sadaka, naweza nikafanyaje nikawasaidia watu. Kuna umuhimu wa Yesu kumsikiliza yeye kama yeye. Nilisema mwanzoni, usipoangalia ulimwengu ambao umetutengenezea Instagram, ulotutengenezea mitandao, ulotutengenezea tamthilia za kila aina, ulotutengenezea mipira, ulotutengenezea vingi, utakuja kukuta moyo wako umejazana na hivyo vitu na sio Kristo. Kwa hiyo, Yesu ili aweze kujaa kabisa na kukaa ndani na kupitia Ekaristi takatifu kwa hiyo tuachane na dhana potovu kwamba hatuhitaji kanisa. Tunahitaji kanisa, tunahitaji kanisa kwa sababu gani? Hakuna kanisa bila Ekaristi na hakuna Ekaristi bila kasisi na hakuna kasisi bila Yesu Kristo. Kwa hiyo hivi vitu vyote ili Yesu aweze kwanza aingie ndani mwako, ndio uweze kufanya yale matendo mazuri, na ndio maana e, Mtakatifu Teresa mtoto Yesu, mbali na kuamini mtoto Teresa wa Kalikuta alikuwa anashangaa anashangaa mbali na kufanya yale yote ya ukarimu, bado kuna masali. Kuna watu walikuwa wanaenda kumtembelea wampati. Kuna faza mmoja ambaye alikuwa anaenda kumtembelea na muuliza, unafanyaje mpaka kuwa hivi. Alimtembelea mara mbili ampati, kwa sababu alikuwa bize na sala. Siku moja akamtegeshia, natoka kanisani, ndio akamuulizia, yani akamuelezea unafanyaje. Faza anaelezea oh, nasali masifu, nasali misa. Akamwambia mwanangu, haitoshi. Nasali rozali, rozali moja haitoshi. Mbona sasa wewe unasali? Akamuelezea. Eh, faza akashangaa oh, wewe unafanya hivi. Alimjibu kwamba without Christ We are very poor to save the poor. Kwa hiyo kazi ya kufanya yote matendo mema, kazi ya kuwahudumia watu, lazima tumvae Kristo kwanza ndio tuweze kumtoa kwa watu na ndio tunachofundishwa hapa katika safari ya Emmaus. Kwa hiyo tuache dhana potovu. Kila Mkristo una uhitaji wa padri hasa kwenye masakramenti, kwa sababu hapa safari ya Emmaus inatufundisha umuhimu wa masakramenti hasa kitubio, kukonfesi, kujenga urafiki na Yesu. Lakini zaidi pale tunapopata nguvu katika ekaristi. Ekaristi nitaiongelea mwisho kidogo, lakini kitu kingine kuacha maisha ya kuyumba yumba, kuacha maisha ya kudauti. Jivunie Ukristo wako, jivunie kama hawa wanavyosimama na kutembea kule. Hapa ndo tunapata ujasiri hata yule Petro ambaye anaenda kusema pale anapokutana na ombaomba omba pale mlangoni mwa hekalu. Eh, Matendo ya Mitume sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi anaomba fedha, lakini Yesu anam Petro anamwambia, tutazame sisi, hatuna pesa wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndio tutakachokupa kwa jina la Yesu Kristo, simama. Kwa hiyo, hapa tunafundishwa pia kwamba kati tutakuwa na Yesu, tunakuwa na ujasiri no. Wanafunzi wa una Yesu wanasimama, wanarudi tena Yerusalemu. Tutakuwa na uwezo wa kuwajibu watu. Changamoto, kwa nini Wakristo tunashindwa kuwajibu wakati mwingine watu wanaochallenge imani yetu? Ni kwa sababu hatujajikita, hatujajifunga na Kristo. Yesu mwenyewe anatuambia katika e, eh, Yohane sura ya ya sura ya 14 mstari wa 26. Advocate Roho Mtakatifu atatufundisha yote na ya kujibu na kujibu watu wanaotuuliza kwa changamoto. Tutayapataje hayo? Roho Mtakatifu tunapata wapi? Ni katika ekaristi takatifu, kubaki na Kristo, kusikiliza neno la Mungu, kulitanguliza, kulipa kipaumbele neno la Mungu, kumpa Mungu nafasi kuliko vitu vyote. Kama hii, yani tusichukulie safari ya Mungu kama safari ya siku moja. Iwe safari ya maisha yetu. Lakini cha pili E, kingine ambacho nilikuwa nataka kugusia vitu ambavyo vya kuacha tuache dhana ya maono. Sasa hivi tumekuwa na dhana za maono, nimeshukiwa ah, nime, nime nimetokewa, nimefanyaje, nimepata udongo kutoka wapi? Hapa tunaona kwamba kiini cha nguvu yote, hakuna ufunuo mkubwa, hakuna nguvu kubwa kama nguvu ya ekalisti. E, mtakatifu Gregory mkuu anaonyesha, anafananisha kwamba, anasema kwamba kalamu ya Yesu aliyoshea wa na wanafunzi wa Emmaus ule mkata Omega ulikuwa una tofauti na ile last supper, kalamu ya mwisho ile, ambayo tunaadhimisha Alhamisi Kuu. Kwa hiyo kutaka kuonyesha kwamba hii kalamu ilikuwa na umuhimu mkubwa, au hiki chakula ambacho kinatupa nguvu. Kwa hiyo maono makubwa haya ambayo tunatafuta kwamba sijui tumetokewa huko, sijui chanika kumetokea biki ya Maria wa aina gani, maono makubwa yanapatikana katika kanisa Katoliki, na maono makubwa ndo haya tunaposhiriki mkate na kula mwili wake. Lakini jingine tumesikia pointi kwamba mioyo yao iliwaka moto. Hii ni changamoto ya kila mmoja wetu, mimi na wewe, changamoto yetu kubwa kuna wakati mtu nilisema kidogo pale mwanzo kwamba mtu anakimbia, naenda kwenye madhebu mengine ah, mtaenda kwa fulani kwa mwaka nani mwaka nani kusikiliza neno la Mungu, huku nitakuja kupokea Ekaristi au nitakuja kufanyana. Kwa hiyo kuna changamoto mbili, wewe kwa nini ukihubiriwa usikie, yaani neno la Mungu alikugusa ujiulize. Leo je, mimi ninaposikia neno la Mungu, ninapolisoma, ninapohubiriwa kanisani, moyo wangu nawaka moto kama wanafunzi wa Emmaus? Kama huwa kimoto, sasa uangalie zile hatua ambazo nilikuwa nimeshajisema meishajizisema ujamjengea maisha ya Kristo kukaa ndani yako, ujamsikiliza, ujampa nafasi na ujamwamini. Lakini pia sisi wahubiri wa neno la Mungu, unapowahubiria watu mioyo yao inawaka moto kama Yesu alivyowafanulia neno, basi ujiulize kwamba wenda sijajiandaa vizuri. Huenda sijawapa kitu wanacho kinana nini. Lakini pengine pia kwa wasikilizaji, kuna ile kwamba masikio yako unataka yasikilize nini kama Paulo alivyotuandikia kwa Timotheo kwamba itafika wakati ambapo watataka kusikia yanayopendeza masikio yao. Lakini hao wanafunzi wa Emmaus waliambiwa yote magumu na mazuri yote wakayasikiliza na yakafungua moyo wao. Kwa hiyo tujiulize, tujiandae vizuri tunapoenda kuhubiri neno la Mungu, lakini tujiandae vizuri tunapoenda kupokea neno la Mungu. Eh, hey. Maisha yetu yana majibu katika Yesu Mfufuka, na siku zote tujione kwamba tuna ushindi hata katika mateso, kwamba Yesu alishafufuka anatembea na sisi katika kubeba msalaba. Petro ameelezea vizuri katika eh, Matendo ya Mitume sura ya kumi anaelezea vizuri sana jinsi Yesu Mfufuka alivyo ushindi na nguvu ya maisha yetu. Lakini la mwisho ni nijaribu kusema kwamba mbali na kulisema neno la Mungu, mbali na kulielewa tunahitaji kujifunza kutoka kwa watu ambao ni wataalamu pia, kuwasikiliza. Kuna watu pia wengine kwenye zana hiyo iliyopotofu, kwamba tulihitaji kanisa, wanajisomea Biblia, wanaitafsiri kwa maneno, na mbaya zaidi tunaenda kuwasikiliza hata watu ambao hawana elimu hata vizuri ya kuhusu neno la Mungu, tunawasikiliza, wanatudanganya. Sasa hivi inaitwa prosperity gospel, watu wanapenda sana kwenda kusikiliza neno kule, neno tu ambalo aliongelea msalaba Neno la Mungu. Yaani kwa hiyo tunapokuwa tunakimbia neno la Mungu huku, tunapokuwa tunamsaliti Yesu huku na kufuata kule, hatuna tofauti na mboa, wale ambao walikuwa wanamwambia Yesu msalabani, kama wewe sio kama mwana wa Mungu jibandue pale. E, Fruto Nshini amesema kwamba ni kama vile mnamwambia Yesu tupe dini bila msalaba. Kwa hiyo ni maandiko matakatifu hata kama ni magumu, hata kama hayaelewi, ili tuweze kuyaelewa vizuri lazima tumuhusu Kristo kwa sababu tumeandikiwa katika E, waraka wa pili wa mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza ya kumi na tisa mpaka ya ishirini na hata Waebrania sura ya tano aya kumi na moja hadi ya kumi na mbili zinaonyesha kwamba hakuna mtu anayeweza kuufunua unabii uliopo katika maandiko matakatifu labda kuweza kufunuliwa na Mungu. Kwa hiyo tunamuomba Mungu tuombe neno, neno la Mungu, tujiandae hata tunapoenda kanisani ni kujiandaa kuwa tayari kusikiliza ili Mungu aweze kutujibu vizuri sawasawa sawa, na kumwalika Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuyafunua ma, ma, maneno ma, eh, kujua unabii uliopo katika maandiko matakatifu bila kumwalika Roho Mtakatifu, na ndio maana hata tala mmoja wa maandishi alisema kwamba ni Benedict wa 16, kwamba if the the light of the Bible were inspired by the Holy Spirit So to understand this what is written in the scripture you must invoke the Holy Spirit and submit yourself to him. Yaani walioandika Biblia kama walifunuliwa na Roho Mtakatifu, waliuishwa. Na wewe ili uweze kuelewa neno la Mungu lazima ukaribishe Roho Mtakatifu na ujikabidhi kwake kwamba akufunulie uone ni nini. Basi, sehemu ya mwisho nielezee kwamba sehemu hii ya injili inataka kutuonyesha kwamba azimisho letu au sisi, kwa nini misa ambayo tunaipata katika kanisa Katoliki ndio kilele cha sala zote. Ndo nguvu, ndo sala kuliko sala zote, ndo kitovu cha majibu yetu. Tumeona hii safari ya Emmausi inaonyesha protokol zote za misa, yaani ni liturgical systematic litaji ya kanisa Katoliki tunaenda. Kwa hiyo inatualika hii sehemu kwamba kujivunia ukatoliki wetu, kusimama yale maswali yote yaliokuwa yanaulizwa argumenti za Yesu kuanzia sura ya sita kwenye injili ya Yohane mpaka sura ya saba kuhusu aulaye mwili wangu atapata uzima wa milele na nini. Katika kusikiliza neno la zile argumenti, tunaona kwamba neno la Mungu linashinda yote na nguvu zaidi tunaipata katika Ekaristi. Kwa hiyo tunaona kwamba misa ndo kilele. Sasa tufanyeje katika misa kuweza kuwa kama wanafunzi wa Emmaus? Tujiandae na hii safari ya Emmaus inaonyesha kuna sehemu ya neno na sehemu ya Ekaristi. Njiani mle tunasikiliza neno la Mungu tunauliza maswali, neno la Mungu linatujibu. Kwa hiyo ni sehemu ya neno. Tujiandae, tuwe na nia zetu, tuwakabidhi, tumkabidhi Mungu changamoto zetu, changamoto za wengine, tumpelekee shukrani. Baada ya hapo, tumsikilize. Kuna nafasi kama ya kutoa sadaka ya matoleo. Tunaona kwamba unamwalika, wanampa kitu kabla yeye hajatoa Ekaristi ambayo ndio ushindi. Tusikilize neno la Mungu, baada ya kusikiliza neno la Mungu tukitoka pale sasa, tunaenda katika Ekaristi ambayo ndio bread of life maisha yale, maisha tele, maisha katika utimilifu, ndo tunayipata katika ekaristi takatifu, na pale ndo tunaona ushindi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, e, wana familia ya Cum Christo ad Emmaus, ndo maana nikachagua hii sehemu na nikaiona kwamba ni sehemu pendwa na ni sehemu rich, sehemu yenye utajiri mkubwa kuhusu maisha ya kila mmoja kuanzia nilipoanzia maisha yetu, lakini pia kila misa moja tui, kila misa kuanzia leo tuisamini, kama padri pia alivyosema, kwamba kama tungeweza kushiriki misa vizuri kwa maandalizi mazuri, misa moja inakutosha kupeleka mbinguni. Lakini akaendelea kusema akasema, raiti wa Kristo, wangejua umuhimu wa misa, mlango wa kuingia kanisani, kengele zingekuwa zinagongwa zile za kugonga kwamba misa inaingia, usingekuwa inatosha tungekuwa tunagombania tuingie kanisani. Lakini sasa hivi watu mtu unasikia anasema leo nitasali misa kwa kupitia Azam TV. Tumaini ni changamoto, lakini basi tuone nguvu ya pale ya kalisti kwamba kuna majibu. Mtakatifu Bonaventura alishatuambia kwamba ukiona umepokea ekaristi, at that moment unaiconsume, usisikie tofauti sio ya kiroho tu wala ya kimwili, Ujue kwamba hicho ulicho consume sio hostia, sio ekaristi, bali ni hostia. Kwa hiyo inahitaji maandalizi. Tumwalike Yesu katika maisha yetu, tutembee naye katika changamoto zetu, tuone kwamba safari ya Emmaus ni safari ya maisha yetu, na Yesu mfufuka alikuja ili tuweze kuyashinda haya yote, hili hizi changamoto nyingine ambazo zinaletwa katika maisha yetu, kama tunavyoambiwa na Petro, sura ya e, waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza haya ya sita kwa watu wote Petro anatuambia kwamba kwa, kwa kiasi fulani tutapata furaha lakini baada ya furaha tutajaribiwa. Baada haya majaribu na mateso ni kwa ajili ya kuimarisha imani yetu. Tuzipokee changamoto, wasiwasi wetu, changamoto zetu, maswali ambayo hayana majibu kwa matumaini, tukijua kwamba Yesu siku zote anasafiri na sisi kama wanafunzi wa Emmaus na tukijikabidhi kwake katika kufuata neno lake na kumsikiliza yeye atafungua atatuingia kwenye mioyo yetu atatulisha, atakaa na sisi na atatupa nguvu ya kuwaimarisha wengine, tukijua kwamba wote tunaishi kwenye ulimwengu wa changamoto na maswali mengi, na Yesu ndo jibu. Yesu ndiye kilele cha ufunuo wote na unabii wote na majibu yote ambayo ni hiyo kuanzia aya ya e, sura ya 24 aya ya 13 mpaka 35, lakini aya ya 27 ndio tunakutana na hicho. Jesus is the center of our life of our salvation and revelation. Pasaka njema na kumsifu Yesu Kristo.